Urembo wa mwanamke hutofautiana kulingana na tafsiri ama mtazamo wa watu. Kwa wanawake wa Kimasai, kwao kutokuwa na nywele ama kunyoa kipara ni tafsiri mahususi ya urembo wao. Hata hivyo, wenyeji wanasema tamaduni za Kimasai hazizui mwanamke kuwa na nywele ndefu ama kusuka, bali ni utaratibu uliozoeleka kwa miaka na mikaka. Sisi kuwa na vipara huwa ni mila yetu. Mahali pekee ambapo mwanamke huwa na nywele nyingi ni pale anapojifungua. Hunyoa kidogo pande mbili za kichwa ili kuweka mwonekano mbaya ili kuzuia nguvu za giza kumdhuru mama aliyejifungua. Utamaduni huo kwa lugha ya Kimasai huitwa almasi. Mimi sijawahi kuwa na nywele kabisa. Urembo hasa wa wanawake wa Kimasai ni uvaji wa mapambo yaliyonakishiwa kwa shanga za rangi mbalimbali. Kuna shanga ndefu ambazo huvaliwa kichwani, na kuna shanga ambazo huvaliwa shingoni, miguuni na maeneo mengine ya mwili. Kwao huo ndio urembo wanaouthamini, japo wanawake wengi kwa sasa wanapendelea aina ya mitindo ya nywele fupi. Asilimia kubwa hupendelea nywele ndefu. Mimi naona urembo ni kusuka, urembo naona uko kwenye kusuka ama kunywa kulingana na jinsi mtu alivyo. Miongoni mwa sababu zinazotajwa na wanawake wa Kimasai kuwa na nywele fupi ama kipara ni kutokana na shughuli nyingi walizonazo na hivyo kukosa muda wa kutunza nywele pamoja na kuacha nafasi ya mapambo ya shanga kukaa kichwani. Je, wewe ni urembo gani ambao ungeupa kipaumbele, nywele ndefu ama kipara? Tuandikie maoni yako.